Semacho kilio hiki sio cha Alfa ni polepole, wala sio cha chama fulani, cha Chadema cha mi, naongea hapa, ni mchungaji, ni mtu wa Mungu naongea hapa. Hiki kilio ni cha taifa lote. Inatakiwa Watanzania sasa tuungane sote hapa, tuinue bendera ya, tasa, ya Tanzania juu, tukisema sasa ufisadi hatutaki tena. Hawa wangekuwa na dhamiri njema, wangezungumzia kuhusiana na watu wanaotekwa, watadhibiti vipi, wangekuwa na dhamira ya dhati kabisa hawa lakini ahadi wanazozitoa ni ahadi za uongo kabisa. Eti nyinyi mnaendea na vichekesho, munaendea na Simba na Yanga. Haka ni jambo hili, ni jambo la kitaifa hili, hili ni jambo la kitaifa. Ilibidi ili ili wote tusimame pamoja tuseme tupige kelele pamoja kwamba sasa kubagazwa sasa, hapana. Hawa wadada wanaojiuza mabarabani wengi walikuwa ni machinga wamenyang'anywa vitu vyao na migambo. Tupige kelele pamoja kwamba inawezekana Tanzania kuishi kwa haki, inawezekana Tanzania kuishi kwa namna ya usalama, inawezekani taifa hili ni letu sote, iwezekani wawepo tu ndo waovu ndo naokuwa na uwezo wa kusema chochote. Ukikemea utekaji oh, nachanga dini na siasa. Nyinyi tu ndio mwa wasemaji nyinyi, ambao hamjali watu wanaotekwa, hamjali watu wanaopotea, hamjali watu wanavyolalamika, hamjali watu wanavyoumia. Watu kuchoma tu picha, kapotea kubeba tu e, basikeli na kusema, no, reform, no kapotea. Alafu unakuja unasema nasema oh, usichangae dini ya siasa. Acha nae kuteka watu, ndio watu watachanga dini ya siasa, lakini upumbavu, tutasema huu ni upumbavu Haijalishi ni msomi si msomi wa namna hii, una degree si nini, nasema hiyo degree yako ni mavi kama ijasaidia watu kuwa salama. Mwaka tunakomboa nyota tuna, tuna lunani tuna kesi yako imeisha, mnaacha kuongea vitu fakti ambavyo kwa sehemu kubwa vinaendelea kwenye taifa letu hili, ongea upumbavu tu, nawambieni ya kwamba mkinyamaza hivi mnavyozidi kunyamaza, mnachokiita na injili sijui uamsho, mnachoendelea muna kihubiri na mnachokiita ndo uimbaji huo, si mitano tena. Nawaambieni ya kwamba jambo hili sio jambo la mtu mmoja, jambo hili ni la taifa zima, jambo hili ni la taifa zima. Na kwa kadi mtakavyozidi kunyamaza, nyamazeni hivyo hivyo, na wote mnaoimba nyimbo mitano tena, taifa hili naona, Tanzania mpya inakuja. Wekeni nyimbo zenu hizo, so kwenye mitandao, tutakuja tutaziona siku mbeleni, kwa wakati tumepata ukombozi wa thabiti wa kudumu kwa taifa hili, mtajibu. Eh, niongee maneno haya eh, kwa jumla. Mimi kiupande wangu na nachukizwa sana napokuwa naona tuna viongozi wa dini kwenye taifa letu, tuna comedian, tuna waimbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia tuna waimbaji wa nyimbo ambao ni wa kawaida kwenye taifa letu hili za bongo fleva, si hip hop na mambo mengine mengine. Na pia tuna waigizaji kwenye taifa letu hili la Tanzania. Ila katika jambo ambalo nimekuwa na shangaa sana, uje kwa wanaoitwa waimbaji uje kwa wanaoitwa wachungaji, uje kwa wanaoitwa e, waigizaji, uje kwa wanaoitwa comedian. Unakuja unaona ni kama wao hawaoni taifa letu liko wapi mpaka sasa tulipoweza kufikia hapa. E, kiujumla mimi nisemacho kwamba haya ambayo yamelikuta taifa letu la Tanzania, haya wahusu tu watu fulani pekee. Ili ni jambo la kitaifa, jambo la kitaifa zima. Hivi kweli ni halali sisi kuuziwa gesi elfu ishirini na tatu kilo kumi na sita ambao kwenye nchi zingine alfan polepole, anasema kilo ishirini ni shilingi elfu mbili wananua tena, wanagiza nje ya nchi, serikali ndo inawasambazia wananchi wake. Unakuja wanasema kwamba tunatofautiana taifa letu hili Yeah, rasilimali zake hazifanani na mataifa mengine. Hivi kweli rasilimali zetu si zilizoko ndani ya nchi ya Tanzania? Hata na tukuwa na huruma, basi wangetufanyia hata shilingi elfu kumi tu hiyo gesi. Alafu mimi kinachokuja kunitatiza sana ni kwamba unakuja unashangaa hawa wote niliowataja hapa ni kama vile hawaoni, yani wao kama jambo hili linawahusu vile, wao utakuta kama ni injili wanachokita wanahubiri Injili awa wahubiri hawa ambao picha zao hapo kama unaziona na hawa waimbaji hawa utazani, ni kana kwamba hawako ndani ya nchi ya Tanzania, yaani wenyewe utawaona wakiwa wanaendelea si kufufuka kwa Yesu. Hicho ndo ambacho kinachoitwa Injili, kufufuka kwa Yesu. E, Yesu mwenyewe ni yule mzungu ambao ndo tunaomtukuza wa Afrika huku mpaka leo uje waimbaji wanaitwa ndo waimbaji wa nyimbo wa wa za gospel, na wenyewe mwaka huu mwaka wa hu, kwenda kuinuliwa mwaka wa kwenda kubarikiwa, unaenda kurudishwa yaliyoliwa sina nzige, naenda kukubalika. Uje na wenyewe wanaitwa wa comedian, na wenyewe utawaona wanaoviweka kwenye mitandao, si ni na upwiru na upwiru, najisikia kudanga, najisikia kuzini. We, kaka, si nimekupe comedian uje wanaitwa ndo wa, wa, wa, wana, wa, hawa kwenye mipira, kuna vijana wanashinda kwenye mipira, kwenye mabanda ya video wanashinda kwenye mipira mule. Hey, haya nani Manchester, oh, Simba kumbia, uyu, hey, wa wa na Yanga wameshinda, nakwambia mwaka huu demu wetu huyu tunamuoa. Uje wanaitwa waigizaji wa movie, na yeye ni machawa mwanzo mwisho. Uje kwa kinachoitwa sijindo waimbaji wa, wa nyimbo za bongo flava wanaojiita na wenyewe hey, mitano tena mwaka huu hey, mitano tena namleta namleta, rahisi mitano tena eh. Akiukweli mi, kiupande wangu, mi nachukia sana najiuliza, taifa hili hivi kweli, haya yanayoendelea, haya ya watu kutekwa, watu kupotea, vijana sasa hivi wanapiga kelele kwenye mitandao, kiingia kwenye TikTok kila kona vijana wanapiga kelele kwa maswala ya watekaji au watu wasitekwe, watu na wengine wanalalamika wakisema, Oktoba hakuna cha kutiki, tunaandamana. Vijana wanalalamika kwa dizaini hiyo. Kuna watu wamepotea mpaka leo kwenye nchi ya taifa letu hili la Tanzania, kuna watu wamepotezwa, na wako watu wanaosema hawa tukiwapoteza polisi msiwatafute. Alfa ni polepole pole, anajaribu kuspichi anaonyesha jinsi gani tunavyobagazwa taifa la Tanzania. Mimi, nisemacho, kilio hiki sio cha alfani polepole pole, wala sio cha chama fulani cha Chadema, cha mi naongea hapa, ni mchungaji, ni mtu wa Mungu naongea hapa, hiki kilio ni cha taifa lote. Inatakiwa watanzania sasa tuungane sote hapa, tuinue bendera ya, tasa, ya Tanzania juu, tukisema sasa ufisadi hatutaki tena. Hawa wangekuwa na dhamiri njema, wangezungumzia kuhusiana na watu wanaotekwa, watadhibiti vipi, wangekuwa na dhamira ya dhati kabisa hao lakini ahadi wanazozitoa ni ahadi za uongo kabisa. Eti kwamba si watu watatibiwa figo bule, watu watachukua maiti bule mochwali, baada ya kujadili jinsi gani navyoweza tukakomesha vifo na, na magonjwa ambayo kwa sehemu kubwa ni tunatengenezewa kwa njia za maabara, umeme kukatika katika, hivyo vitu havizungumziwi. Wanasema mtachukua maiti bule, kwa watu waendelee kufa. Kwa maana nyingine watu wataendelea kutekwa, wataendelea kufa Mi nisemacho ni kwamba mnaojiita wahubiri, mnaojiita wote nilio wataja hapa, mjue kwamba hiki ni kilio cha Tanzania sote na ifahamike, mkinyamaza, Mungu atautokeza wokovu kwenye taifa hili kwa njia yoyote. Wako wachungaji wanalalamika, watoto wao wameuawa. Wako wachungaji wamehama nchi hii. Wako wachungaji ambao mpaka hapa tunapozungumza ibada zao zimezimwa, hawafanyi ibada, kisa kukemea maswala ya utekaji hii haya mambo ni ya kitaifa. Hii sio jambo la Chadema, sio ICT wala sio chochote. Jambo hili ni la kitaifa, inatupasa wote tupige kelele. Mimi nisemacho, munaonyamaza na kufanya upumbavu kwenye mitandao ambao watu wanazidi kuonyesha kwamba tuna hali mbaya, nyinyi mnaendelea na vichekesho, mnaendelea na Simba na Yanga hakati. Jambo hili ni jambo la kitaifa hili, hili ni jambo la kitaifa. Inabidi wote tusimame pamoja, tuseme, tupige kelele pamoja kwamba sasa kubagazwa sasa, hapana. Hawa dada wanaojiuza mabarabani wengi walikuwa ni machinga, wamenyang'anywa vitu vyao na migambo. Tupige kelele pamoja kwamba inawezekana Tanzania kuishi kwa haki, inawezekana Tanzania kuishi kwa namna ya usalama, lei watu kurudi kwa, kwa mfano kama sisi wengine sisi kutoka nyumbani ni uhakika, ila kurudi kurudi sasa unakuwa unatembea na mashaka njia yote. Ila mimi nawatangazia, na mnaoitwa watekaji nawaambia, kuna wakati taifa hili lina, mimi nasema hivi, Tanzania mpya inakuja, Tanzania mpya inakuja. Mnaojiita watekaji, kama mimi sijaondoka, mtaondoka nyinyi, mtaondoka nyinyi. Haiwezekani, Taifa hili ni letu sote, haiwezekani waepo tu ndo waovu ndio wanaokuwa na uwezo wa kusema chochote. Ukikemea utekaji ho oh, na changa dini na siasa Nyinyi tu ndo mwa wasemaji nyinyi, ambao hamjali watu wanaotekwa, hamjali watu wanaopotea, hamjali watu wanavyolalamika, hamjali watu wanavyoumia. Watu kuchoma tu picha, kapotea kapotea, kubeba tu e, basikeli na kusema no reform, no reform, kapotea. Alafu unakuja unasema oh, usichanganye dini na siasa. Acha nae kuteka watu ndio tutachanganya dini na siasa, lakini upumbavu, tutasema huu ni upumbavu Haijalishwa ni msomi si msomi wa namna, si, una degree, si nini? Nasema hiyo degree yako ni mavi, kama haijasaidia watu kuwa salama. Unashindwa kabisa kutumia akili kabisa, si, ni askari unashindwa kutumia akili kabisa, kwamba kanisa kukemea kwa, si, masuala ya utekaji, ndio tunapokuwa tunapiga kelele mambo yasiwepo, unasema kanisa hili linatarisha amani ya nchi, ndio yafunge. Pumbavu wewe, kichwani yawezekana, huku kwenye ubongo kuna mavi huku hautafakari sawa sawa na uaskari wako wote na uwanajeshi wako wote utafakari sawa sawa, hiyo digili yako ni mavi tu, ni upumbavu tu. Na mko watu mnaendelea injili huyu mnaendelea ani sisi Yesu akafufuka, Yesu akafufuka. Kuna watu wanatekwa katikati ya jamii yako, unaendelea na comedian, mimi na upwili unaendelea na na, na Simba na Yanga, si haya nani mpanzu Elia, unaendelea una, unauja sindo wa imbaji. Mwaka huu ni mwaka wa kuinuliwa, mwaka tunakomboa nyota tuauani tuna kesi yako imeisha, mnaacha kuongea vitu fakti ambavyo kwa sehemu kubwa vinaendelea kwenye taifa letu hili, ongea upumpavu tu. Nawambieni ya kwamba mkinyamaza hivi mnavyozidi kunyamaza, mnachokiita na injili, sijui uamsho, mnachoendelea muna kiubiri na mnachokiita ndo uimbaji huo, si mitano tena Nawaambieni ya kwamba jambo hili sio jambo la mtu mmoja, jambo hili ni la taifa zima, jambo hili ni la taifa zima. Na kwa kadi, mtakapozidi kunyamaza, nyamazeni hivyo hivyo, na wote mnaoimba nyimbo mitano tena, taifa hili naona Tanzania mpya inakuja. Wekeni nyimbo zenu hizo kwenye mitandao, tutakuja, tutaziona siku mbeleni kwa kati tumepata ukombozi wa thabiti wa kudumu kwa taifa hili, mtajibu Endeleni kunyamaza hivyo na mnachokiita injili, endeleni na Simba na Yanga, wakati wengine wanatekwa, wakati wengine wanalia, endeleni, lakini mambo haya yana mwisho wake, yana mwisho wake. Na Mungu atakapolikomboa taifa hili nyote mliokaa kimya kwenye wakati kama huu, mtaojiwa, mlikuwa wapi? Mlikuwa wapi wakati wengine tunalalamika? Mlikuwa wapi wakati wengine tunasema kwamba watu wasitekwe? Mlikuwa wapi Mulikuwa wapi wakati wengine tunasema Oktoba uchaguzi usitishwe? Mulikuwa wapi? Mulikuwa wapi? Mulikuwa wapi? Nchi yetu ina makaa ya mawe tu, mgodi unakuta mgodi ambao ndabidi na sisi watale tungefaidi tunge, tuna mbuga za wanyama, watu wanashindwa kuishi maisha sasa imekuwa sasa tu ni watu wanajiuza wabia, madawa ya kulevya, vijana walikuwa ni machinga, leo unakuta ndo wavuta bangi kwa sababu hali ni mbaya. Maandiko yanasema wao waongozao watu wao ndio wakosesha. Unasema, unasema kwamba wao hubiri injili, injili bila haki bi, bila kutawala taifa letu hili, unasema ndo mambo yataenda sawa. Haki bila kuwepo kwa taifa letu hili, haki huinua taifa. Wako mashehe, maostazi Mnajitokeza tu. Ho, oh, halfa ni pole pole. Kaolewa, si wapi wapi. He. Eh, tuamke. Mimi ndo nachukizwa sana na haya naendelea kwenye taifa langu hili. Najadili Simba si Simba yu na si ni. Ah. Kwa hiyo nisome hapa maandiko hapa nimalize topiki yangu hii. Katika ya kitabu cha Esther. Hii sura ya tatu hapa nikusomea hapa. No sura ya nne. Mstari wa kumi na mbili asema vibasi akamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijizanie kuwa wewe utaokoka na nyumbani mwa mfalme zaidi, e, zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu, ndio ndipo utakapowatokea Wayahudi msaada wao na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na mlango wote wa baba yako. Walakini, ni nani ajua ya kuwa wewe ukuujia ufalme wa e, kwa ajili ya wakati kama huu? Ukinyamaza wewe, usizani kwamba ndo taokoka. Mnaendia na komedia ni minyimbo mi, ni, ni minjili si mnayoita? Mkinyamaza msizanie kwamba nyi ndo mtaokoka na mimi nisemacho, Watanzania, kama mtaendelea kuungana na kusikiliza vitu wanavyovifanya vya hovyo hawa watu hawa vya hovyo kabisa, mnakuwa mnavisikiliza, msijizanie kwamba nyinyi ndio mko salama. Taifa hili litakapoingia kwenye machafuko ya maandamano ya hapa na pale, yawezekana kuna wengine ndio mtafia hapo hapo kwenye huo mkanda huo. Tanzania mpya inakuja. Jambo hili la kitaifa ili sote tuungane pamoja tupige kelele tuseme mambo haya takii kuwa hivi. Unayeelewa jambo fani lifafanua ongea? Hawezi kuongea. Download basi klipu za wengine ziweke kwenye mtandao kwenye peji yako. Na maweza kusema hii ni sauti ya mtoto mtu aliye kutoka nyikani anasema, tengenezeni njia ya yani Bwana, yanyosheni mapito yake. Heri mtu yule afai katika Bwana tangu sasa ili apate kutimiza wajibu wake angali bado akiwa yuko duniani. Tazama, Mungu mlipa wake wa kila mtu yu waja na malipo na hii ndiyo maana neno mara nafa. Amen.